Mamlaka ya mafunzo ya amali ipo katika viwanja vya Amani Complex, tukishiriki maonyesho yaliyoandaliwa na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Katika maonyesho haya tumebahatika kushiriki fani nne: fani ya ICT, fani ya plumbing, fani ya ujenzi lakini pia fani ya umeme vitu hii, fani hizi zote tatu zikiwa zinaenda kusapoti maendeleo ya makazi. Na kwa sababu gani tunasema fani ya plumbing maana yake E, ni kwamba utahitaji kufanyiwa fitting ya maji ndani ya nyumba yako, aidha maji taka au maji safi. Lakini pia fani ya ICT, hapa ni kwamba tumekuja na kifaa hichi kinachoonesha level ya maji kwenye nyumba yako, na kwa sababu tunajua nyumba ili iweze kuwa nyumba, manake mahitajio ya ndani ya wakazi watahitaji kutumia maji. Sasa huu ni mnara ambao utakuwa unaonesha ile level ya maji ambayo itakayokuwa inajaa kuna level ya 25 mpaka level ya 90, alafu ikifika asilimia 90 hapa, ina uwezo wa kuwakataa na kulia alam kuonesha kwamba tayari maji yameshafika level ya kujaa. Kwa hiyo kinachohitajika maji yao yazimu au otherwise, manake itakuwa ina, ina, ina, ina, ina, ina jiswitch off automatic, lakini pia katika e, fani hii ya ujenzi ni kwamba tumekuja na design ya nyumba hii inaonesha kwamba nyumba mlinzi ikaiwapi, lakini pia ile decoration ya bustani pamoja na vifaa vingine ambavyo vitaipendezesha nyumba. Lakini pia kuna hii fani ya umeme hapa nyuma inaonekana. Fani hii ni kwamba kwa sababu nyumba ili iweze kukamilika inahitaji watu waweze kupata mwangaza ili aweze kupata mwangaza, tumeona ni vyema sasa tukaja na project ya moja kwa moja inaenda ku support kuonesha kwamba fani ya e, umeme wa majumbani pia, pia na viwandani. Lakini hii iliyoko hapa nyuma manake ni ile project ambayo inaenda ku support sasa viwanda, manake kuna mota na vitu ambavyo vinaenda vinaenda vinaenda ku support. Lakini kiujumla ni kwamba fani zote tulizokuja nazo hapa manake kwa lengo la kuweza kuonesha katika maonyesho haya zile kazi zilizofanywa katika vyo vya Mamlaka ya Mafunzo ya Amali ambavyo moja kwa moja sasa vinaenda kusapoti maendeleo maendeleyo ya ardhi na makazi.